Bwana Mungu wa majeshi, we uketie katika kichako cha enzi Jehova, tunasema asante kwa ajili ya siku hii, tuko mahali hapa Bwana, katika mahakama hii ya Kisutu. Wewe ni Mungu wa haki, na wewe ndiye hakimu wa mwisho. Jehova na kabizi kipindi kina muda huu mikononi mwako, mahakama inakwenda kwanza, Bwana uanze nasi ukasimame uliye Mungu mwenye haki. Biblia inasema haki huinua taifa. Hekima yako ikasimame katika mahakama hii, peke yako Mtakatifu. Ukatawale fahamu za watu wako, ukatawale mioyo ya watu wako, haki ikasimame, kwa kuwa haki pekee huinua taifa, bali kinyume na hayo ni udhaifu na ni aibu kwa taifa. Kwa jina la Yesu, nakabidhi mahakama yote, hakimu mtumishi wako ame, atasimama mahali hapa kama wakili wa haki katika taifa. Jehova, amtumie sawa sana mapenzi yako. Mawakili na wote, nawakabidhi mikononi mwako, katawale Bwana, ukajidhihirishe kwamba pekee haki inaweza kulinua taifa letu, pokuwa kinyume. Mungu wa mbinguni hutaliia lakini, Bwana, ninajua mtumishi wako anasimamia haki haki, kasimame mawakili wakafanye haki, wakiamua kwa haki sawasawa na uweza na mamlaka yako, kwa kuwa haki pekee italiinua taifa letu. Naenda kinyume na kila roho za kuzimu zinazoweza kupindisha haki, zinazoweza kufanya asiofaa, hazina mamlaka hazina katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kuwa tatawala fahamu za watu wako, hekima yako na maarifa yatoke kwako, kwa kwa na ujuzi unaozidi hili, haki yako ikapata kusimama. Naweka haya yote mikononi mwako, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amen.